Ni Dr. Jimmy tena, leo nitakuletea faida za kutumia uh, miwa ambayo tunasema sugarcane, lakini nitakuletea faida za kutumia mizizi ya miwa. Wengi mara nyingi wametuatuuliza faida za mizizi ya miwa na faida za miwa moja kwa moja. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usawo, subscribe na comment, ah, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma uh, kila siku. Kama una swali lolote juu ya afya, kuna swali kuna uh, changamoto yote ya kiafya ambayo imekuwa ikikunyima usingizi hapo nyumbani, basi JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili yako. Tumekuwa msaada wa watu wengi, na wewe pia tunaenda kukusaidia changamoto unayopitia. Kwa leo tuongelee faida a, faida za miwa na faida za mizizi a, ya miwa a, ukiwa hapo nyumbani. Kwa nini utumie a, miwa? Lakini ujue kwamba miwa ni chanzo kimojawapo cha kusafisha figo, ikiwa ni faida namba moja. Kwa hiyo una changamoto ya figo, basi tumie. Lakini pia kwa wale wanaoteswa na UTI, a, UTI sugu, UTI kali, basi tumia a, Ha, miwa ni mizuri sana ha, itaweza kusaidia kuondokana na changamoto ya UTI, lakini pia kama una changamoto ya typhoid. Mara nyingi typhoid huwa inaingia kwenye joints, inavyoingia kwenye joints, basi unahitaji kutumia miwa, kisha tumia miwa, miwa, basi utakojowa sana, hata ile uh, typhoid ambayo itakuwa imeshajikusanya kwenye joints, basi inaweza kuondoka moja kwa moja lakini faida nyingine ni chanzo cha sukari asili. Jamani, tunahitaji sukari asili. Mara nyingi sukari asili huwa zituzuru huwa zitupi shida, ila sukari zile za viwandani huwa zinatuzuru. Na usitumie mua kwa, kwa sababu una sukari suka, una sukari asili. Ikiwa tayari una sukari una kisukari, kwa hiyo ukitumia Kumbuka hiyo sukari utaenda kuiongeza, utaendelea kupanda. Kwa hiyo unachotakiwa ni chanzo kikubwa cha sukari asili ambayo tunasema aa, ni glucose. Kwa hiyo tumia kwa ajili ya kuongeza nguvu, sukari huwa inaongeza nguvu mwilini. Lakini pia inasaidia afya ya ini, afya ya ini inasaidia ini dhidi ya madhara ya sumu ya oxide na aa, inasaidia kutibu ambayo tunasema ni fat liver, ini au lenye mafuta, kuondoa yale mafuta ambayo yanapatikana kwenye uh, ini na kuimarisha kazi za ini. Lakini pia faida nyingine inaboresha afya ya moyo. Kwa nini afya ya moyo? Watu wenye pressure tumia sana hii kitu kwa sababu ina potassium, uh, inaondoa changamoto ya shinikizo la damu, uh, na ni antioxidants, ambazo husaidia kupunguza hatari za magonjwa ambayo yanashambulia uh, moyo. Inasaidia pia kupunguza uzito. Kupunguza uzito kwa nini? Kwa sababu ina fiber, ina vitamini C na inaboresha mfumo wa mengenyaji wa chakula, hivyo ni rahisi kuweza kupunguza uh, uzito. Lakini pia ni nzuri inasaidia afya ya ngozi. Kwa nini? Ina vitamini C, ambayo inasaidia kulinda ngozi uh, na mionzi ya jua na mali za kupambana na mionzi Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya ngozi, mikunjo, madoa, basi tumia amiwa itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia inasaidia kupambana na maumivu ya moyo. Kama una changamoto ya maumivu ya moyo, hii ni antioxidants na anti-inflammatory properties ambayo inaweza kusaidia kupunguza maumivu ya utumbo na maumivu ya viungo moja kwa moja lakini pia inasaidia kinga ya mwili, inaongeza kinga ya mwili kwa sababu kuna zinki na magnesium. Lakini pia inaboresha mfumo wa kinga ya mwili, inasaidia kwa afya ya moyo kwa sababu kuna, kuna flavonoids ambazo zinatumika kuondoa uchochezi wa magonjwa Uh, ya moyo. Hizo ndo faida za miwa, lakini kwenye upande wa mizizi ya miwa, uh, hutubia kutubu ma, ma, changamoto au maumivu ya tumbo. Kama changamoto na maumivu ya tumbo tumia, uh, mizizi mizizi uh, ya, ya miwa, lakini inasaidia afya ya moyo kwa sababu ina anti-inflammatory properties, lakini pia inasaidia kupambana na maambukizi maambukizi kwa sababu ni antimicrobial ambayo inasaidia kuondoa maambukizi yoyote yanayotokea kwenye mkojo kwenye njia yako na sehemu tofauti tofauti lakini pia inasaidia kupunguza mafuta ya mwili mafuta ya mwili, na maana auzito kupita kiasi, kwa sababu ina antioxidants na anti-inflammatory properties. Inasaidia afya ya ngozi. Kwa wale wenye changamoto ya ngozi, basi vitirigo, basi tumia kupambana na madoa ngozi na mikunjo pia. Cha mwisho, huwa inasaidia kupunguza dalili za homa ya vidonda ambayo ni fiva kuwa na homa mara kwa mara basi, ukitumia mizizi ya miwa itaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usisahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie hapo chini, je, ni faida gani ambazo umeweza kuzipata kwa kutumia miwa? Kama ni mara ya kwanza basi, usisahau kutufuatilia, ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu ana Mungu akubariki.